Pengine ukiulizwa swali, kazi yako ni nini? Kazi ya msimamizi ni nini? Unaweza kuulizwa swali, kazi yako ni nini? Basi wengi wenu bila shaka mtasema kwamba ah, mimi mzazi aliniomba nisimamie mtoto, basi nimefika hapa kanisani nije nimwekee mkono. Basi bila shaka wengi wenu watasema, watafikiria hivyo, lakini wasimamizi, mnalo jukumu la kusaidiana na wazazi wa hawa watoto fanya nini, wakuwe vizuri katika imani Katoliki, kusaidiana na wazazi wao. Watoto ndio kazi ya msimamizi. Ninyi watoto mnaopata Kipaimara ambaye hamkumbuki au hajawahi kumwona msimamizi wake wa ubatizo, nyosha mkono juu, usiogope, nyosha mkono juu, usiangalie nyuma, kwani oh, eh, nikipita huko, nikikuuliza kama humjui, kipaimara hakuna. Nyosha mkono juu ambaye hamkumbuki wala hamjui msimamizi wake wa ubatizo. Asanteni watoto, shusheni mikono chini. Hao watoto hawana kosa, si walibatizwa wakiwa wachanga kabisa, wachanga hawajui kilichoendelea huko duniani. Wakati wanabatizwa walikuwa wachanga miezi kadhaa. Kwa hiyo hakujua, hana kosa. Kosa liko wapi? Kwa watu watatu. Kosa lipo kwa watu watatu. Wa kwanza nani? Baba. Wa pili nani? Mama. Wa tatu nani? Msimamizi. Baba na mama, kwa sababu mtoto alipofikia umri wa kufikiri, yani miaka saba na kuendelea mzazi hajamwambia mtoto kwamba msimamizi wako wa ubatizo ni baba fulani, ni mama fulani, walisahau hicho. Pia kosa liko kwa msimamizi, kwa sababu huyu msimamizi baada ya kumsimamia mtoto wakati ule wa ubatizo alipotea moja kwa moja. Kwa Kiswahili cha mitaani cha, cha tunasema kwamba aliingia mitini, yani hana uhusiano na huyu mtoto, lakini msimamizi ni kwamba lazima awe na uhusiano na yule aliyemsimamia hiyo, wakati wa ubatizo au wakati wa kipaimara, lazima ku, kuwa na mahusiano naye. Na wale wazazi wazamani, wa zamani siku hizi, wazazi wa siku hizi kuna mambo ambayo tunayasahau, mambo ambayo ni ya kimsingi. Wazazi wa zamani walikuwa wanawaambia watoto wao kwamba mtoto anapopata komunia kwanza, anamwambia nenda kwa msimamizi wako wa ubatizo kamwambie kwa, kwamba tarehe fulani napata kumnua wa kwanza. Mtoto anakwenda kumwambia msimamizi wake napata kumnua wa kwanza, na yule msimamizi anafurahi. Hai napofikia kipaimara, mzazi anamwambia, kamwambie msimamizi wako kwamba tarehe fulani napata kipaimara. Kwa mfano kama hao hapa sasa, wazazi wangekushia kuambia kwa, kwamba kamwambie msimamizi wako napata kipaimara Wangapi waliambiwa na wazazi wao hapa, waambiwa taarifa ya wasimamizi kwamba tarehe ya leo wanapata kipaimara? Wangapi? Nyosha mkono juu ninyi watoto, kama mzazi wako alikuambia kwamba nenda kwa msimamizi wako ubatizo, ehe, au wasiliana naye. Nyosha mkono juu usiogope. Wako wachache tu 1, 2, 3, 4, 5. Eh na watoto hapa wako 138. Eh e, kwa hiyo watoto 120 na kitu huko wazazi wao hawana habari na hilo. Kwa hiyo wazazi mlioko hapa na wasimamizi, naomba mfahamu kitu hicho. Na watu wengine ambao baadaye watakuwa wazazi, muwe na mjaribu kuwapatia watoto wenu swala hilo, urithi huo, kwamba mtoto ni vyema anapopata akili akamjua msimamizi wake ni nani, ili awe na mahusiano naye na hata wakati mwingine anaenda kumtembelea. Kwa hiyo ninyi wasimamizi ninawaomba mjue mna jukumu la kufanya nini kusaidia hawa watoto waishi vizuri maisha yao mpaka pale watakapokuwa watu wazima. Watu wazima, umri, utu uzima wa, wa, wa, miaka ngapi? Kumi na nane na kuendelea, hapo mtu anajitegemea. Kwa hiyo ninyi wasimamizi nawaombeni sana, usimtelekeze mtoto wako, jitahidi kufuatilia maisha yake yanaendaje, alafu akisha kuwa mtu mzima basi kiasi fulani nasema kwamba basi ngoja nikae pembeni sasa anaweza kujitambua eh, ni mtu mzima kwa hiyo mnayo kazi sio tu unakuja kuweka mkono hapa na baadaye unapotea au unasubiri jioni kwamba eh, au mchana huu mzazi akukaribisha ukapate chochote na baadaye upotee hapana mnalo jukumu wasimamizi naomba mketi nisiwachoshe Eh, kwa hiyo naomba mfahamu hilo kwa kweli, msiwaache hawa watoto, mwasaidie, msaidie hawa watoto, msaidiane na wazazi wa watoto ili kufanya nini? Ili wakue vizuri.